Lakini Mungu alikwisha kuwa na mpango, na niliwambia, alinipatia alama za kutosha, nikasema tatu, akanioneshaka. Wakati mtoto wetu alikufa, tunamzika, wakati tunaenda tafuta tumjengee, hatukupata mahali, akachangana. Mungu akanifunulia, nina mpango juu ya hizi nchi. Nilipokuwa Rwanda tulikuwa na mchungaji uh, mtusi kwa leo nina mchungaji Muhutu na wote tuliishi pamoja kwa umoja. Mungu akaniambia nina mpango. wakati baba yangu amezikwa, nimeisema jirani wake wa karibu mwenye banamzika naye pamoja, ule njo alizikiwaka mbele ni Munyarwanda, mchungaji Munyarwanda, na mengi Bwana kanifunuliaka kanifunuliaka gisi tulikuwa tukiishi mbele wamoja wanakia wanakula kwa wengine wamoja wanasoma kwa wengine, tuna, on, tuna furahi pamoja. Njo mapenzi ya Mungu juu kanisa lina, az, uh, lina karibu ya kunyakuliwa. Mungu ana iko najenga ufalme wake. Sasa shetani anapitia watu, nanjo maana niko nambia batubu batubu batubu, bangesikiaka sauti ya Mungu mbele hawange mwangaka hizi damu watu wanakufa tu bure juu ya masikio mazito. ma wamushi wanasema kama ruiri galobe maotongo mukibembe na hata mtu ata wanaendelea wanaendelea. au Oh, tutakamata hivi tu, tutamwita gabula hii nje kwa jina la Yesu ni msaidizi.